Boksi tu lenyewe linatamanisha. Sawa. Niambie namna hiyo picha yeah, yangu ndio zawadi ambayo tumepokea kulitokea, uh, hivi sasa na nikwambie tu ana mm, uh, wakati tunamwita Nana those mtu akashangaa eh, eh mbona hapo wengi Mbona <laughs> studio imeingilio? Mbona kama studio imeingilio basi. <laughs> Tuambie tu kwa upande wetu wa kulia huko ambako umetoka, uh, Nana Dolls, eh, kama ambavyo umewaona kule kuanzia mwanzo mpaka hapa pembeni kabisa, Anastasia ya Malinzi, wote uh, unawaona hapo ni sura ambazo huwa unaziona kupitia chaneli yako ya Sinema mm, Zetu, chaneli namba mia moja na sita ndiyo nyumba ya burudani halisi za Kitanzania. Tunazungumzia uh, burudani ya filamu, burudani ya tamthilia yeah, za Kitanzania. Basi unaipata wapi kuliko Sinema Zetu? Hapa ndipo ambapo tunapika majina, lakini hapa ndipo ambapo tunakuza majina, na hapa ndipo tunaposafirisha majina yote ya burudani ya filamu ama tamthilia nchini ndivyo ambavyo unawaona kuanzia pale mwanzo e, mpaka mwisho. Mmoja mmoja tutakuja kumtambulisha e, hapa nao, ama kuzungumza naye ili tuweze kujua ni kitu gani e, kin